Hii tunavuka ndio tunaenda nayo hiyo. Na kweli tunavuka, tunaenda nusu fainali. Na kwa taarifa ya watu ambao hawajajua, na hii mbaki nayo kama Hansadi, kwamba Simba ataenda kucheza fainali na Berkane. Simba ataenda kucheza fainali na Berkane. Na tabia ya historia yake inajirudiaga. Kwa hiyo Simba sasa inaweza kujirudia. Simba kaenda kuchukua akashinda fainali. Najua Simba ataenda kucheza na na Berkane. Shika mambo weka. Wewe kuzungumza na mimi wanaikaga Hansadi kwa sababu mimi waga zinakaa hey. Uh, kwamba Simba atacheza finali na nani? Na Berkane. Simba, na yo, Simba kusa, Simba finali na Berkane. Chukua hiyo kaa nayo, Simba ataenda kucheza finali na Berkane. Umeelewa? Eh, hiyo imeisha. Na lingine ambalo watu wa, watu wa Simba bado timu yao waga wanaichukulia poa, aa, ni timu kubwa barani Afrika kwa sasa hivi, na ndio timu ambazo zinapewa nafasi kuchukua ubingwa kwa mashirikisho, timu ambazo zinapewa ubingwa ni za Mareki pamoja na Simba ambaye anaingia na kuchukua watu wawili watatu ndio kitendo cha Elimu kuwepo. Mambo yako hapa, e bana. Turudi sasa hapa kwa nyumbani, nyumbani kikao kimefanyika kikubwa sana, Benjamin Mkapa. Bado haijaeleweka, kikao hakijatoa msimamo.